Pamoja na kubana ratiba, lakini ukaja ni ukaja tu, lazima tugiruuki ukaja kuitozinamakapam. Sasa ndugu zangu, hapa mimi nimekuja kwanza kuwashukuru kwa kura nyingi mlizonipatia wakati wa uchaguzi mkuu, mjipigie makofi mengi sana lakini la pili mimi mimi nisipo nisingekuwa waziri kama msingenipa ubunge baada ya kunipa kura nyingi, na tulizokuwa tunasisitiza jamani, wakatovya mahere yeah, ena miharu yenyomwile yeah, sinamakabam yeah. Sasa tume- tumeongezewa majukumu, kuongezewa kwangu majukumu sio maana yake nitakaa huko tu, lazima nirudi nyumbani. Kwanza swala la amani, msidanganywe na jambo lolote kwamba eti twende si tukaandamane si tukafanye nini? Wenzenu wapo huko wanakula maisha na familia zao, halafu wao huko anasema yaani sisi tupigane tupigane, afu apate nani? Sisi twendeni tukalime shamba. Na mimi kama mbunge wenu nimeshasema kwamba kata hii tafuteni heka, sawa? Akina mama hekari tano nitalipia mimi kulima na vijana hekari tano nitalipia mimi gharama za kulima kwao, wale ambao akina mama wakijiandaa wakiji, sasa wale akina mama wakijiandaa, wanataka kulima ufuta iwe mbaazi iwe mahindi, hekari tano, gharama zote nitatoa mimi. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri, wakati wa kura sisi wilaya ya Namtumbo tulijitokeza kwa wingi kupiga kura. Wananchi hawa ni shahidi. Na ndio maana tulipiga kura za kutosha kwa Mheshimiwa mbunge pamoja na Mheshimiwa Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan. Na kuonekana jinsi gani wananchi hawa uh, walivyokupenda na kukupa kura za kutosha. Tunaamini vivyo hivyo Mheshimiwa rais aliona kabisa akikukabidhi nafasi hii ya kumwakilisha kwenye wizara ya katiba na sheria ambaye ndio wizara ya watu wenye akili na wewe unafahamika kama the big brain. big brain. Oh yeah. Oh yeah. Tumemunga waziri kwa asilimia mia, mia, matamko yake ya amani. Na katika kata ya Msindo, jambo la amani liko katika kata ya Msindo, jambo la amani niswala, ni swala ambalo ni mtambuka. Sisi ni watu wa amani, tutajivurugu vurugu maisha yetu? Sisi tumezoea ya kuwa na amani na amani. Sisi ni rekodi yetu kwenye maisha yetu. Anapokuja mtu kiumbe aina yoyote kuja kushawishi vitu ambavyo vyenyewe viko nje ya utaratibu, huyo mtu ni adui wa kumpuuza na wa kuachana naye. Kwa Namtumbo, tuliahidi yoyote atakayekuja kuleta vurugu yoyote, au kutoa tamko la aina yoyote linaonyesha ucho, linaonyesha uchochezi watamkuta kituo cha polisi.